So, fellow Kenyans, uh, hii message inataka niitume and I'm not uh, pointing out an individual but I'm pointing out a certain behavior ambayo inaendelea. Baba Albert Ojuang amecomplain kupitia uncle ya Albert Ojuang na uncle ya Albert Ojuang akashare the story with me. Saizi vile tunaongea, niko kwa kina Albert Ojuang ndio muamini, ile ni nyumba ya Albert Ojuang, baba ya Albert Ojuang, ndio wale pale wako kwa mkutano. Inasemekana kwamba there is an intruder mwenye ameingia kwa kaunti ya baba Albert Ojuang na ametoa pesa ile Wakenya walikuwa wamechanga ya sisi kwa sisi, 500,000 is missing. Besides that pesa yoyote ambayo inaingia kwenye akaunti ya baba, e, ya simu ya baba Albert Ojuang kupitia mpesa yake bado inaendelea kutolewa.